Bwana Yesu asifiwe, watu wa Mungu. Leo natamani tuangazie jambo moja ambalo pengine unaweza ukawa pengine una majibu, lakini sijajua kama majibu yako ni, yako sahihi ama kile ambacho naenda ukieleza kama kiko sahihi ama kiko sahihi. Sasa majibu yote yanapatikana e, kupitia maandiko matakatifu, kwa sababu tunapaswa tujifunze kupitia nini? Neno la Mungu, si ndio hivyo wapendwa? Nianze na swali kwako eh, sana sana wewe ambaye pengine ni baba, una watoto wa kike na wote wameshafikia umri wa kuwa eh, na wenza wao, kwa maana ya kwamba kuolewa, kwenda kuanzisha familia zao na pengine unao zaidi hata ya watatu, wawili, wanne, watano na wote bado wako kwako. Sasa swali langu ni je, swali langu ni hili hapa. Je, unapaswa kumuozesha binti ambaye ni mdogo wakati kuna dada yake hajaolewa? Unielewi? Nielewi nini? Unapaswa kumuozesha binti yako ambaye ni mdogo kwa wengine ambao wako nyumbani ambao bado hawajaolewa, ni dada zake, wapo wawili, watatu ama yeye ni wanne, aolewe kabla yao wengine hawajaolewa? Aya, bila shaka majibu unayo. Sasa naomba tu, kama ambavyo nimekwambia kwamba majibu yetu yanapatikana kwenye Biblia ili ipate kutufundisha, naomba tupitie maandiko matakatifu hapa kwenye kitabu kile cha Mwanzo, ile sura ishirini na tisa na ule mstari wa ishirini na sita tuone Labani na Yakobo ilikuwaje katika kuo, kuoza binti zake wale ambaye alikuwa ni Rea na Raheli. Hmm? Tunaona Yakobo baada ya kutumika miaka ambaye alikuwa ameambiwa kuchunga, akapewa binti ambaye ni mkubwa, na tamanio la moyo wake ulikuwa ni apate yule mdogo, lakini maandiko yanatuambia kwamba kwenye hile Mwanzo tisa, Mwanzo 29 mstari wa 26 inasema majibu aliyopatikana pale ni kwamba akasema sisi unaenda. Sasa tunaona kwamba pale majibu yanapatikana kwamba Rabani anamwambia Yakobo kwamba havitendeki hivi kwetu kumtoa mdogo badala ya mkubwa, yaani mdogo aolewe kabla ya mkubwa ajaolewa. Kwa hiyo wewe unaweza ukawa nafikiri ni jambo la kawaida kwamba una mabinti zako watatu wanne wote wapo nyumbani, lakini kale ka mwisho kana kanapata mchumba, kanataka kuchumbiwa, na wewe unakabariki nenda nini, sherehe send off na nini, alafu wakubwa zake wana wanakashikia wana, wana, wana, wana, wana, shera pale ambapo katakuwa kanaolewa, utegemee kabisa, kwanza kuna chuki ndani yao mle kwa sababu atakuwa hata wale wakubwa zake watakuwa wanamwonea wivu huyu mdogo wake, kwa nini yeye aolewe wakati sisi tupo, kwa hiyo kuna kitu ambacho watajijengea wao kwa wao ambacho pengine unaweza kusikione, lakini kama wapo basi jitahidi sana e, wala ambao pengine kuna familia zingine ambazo bado e, wale wanaotafuta kuoa ama kuolewa wanafika kwenye mji fulani kwamba tunakuja kuangalia binti fulani. Sasa katika kuja kuangalia binti fulani, usimtoe yule ambaye, usiwaonyeshe yule ambaye ni, ni mdogo. Tanguliza kwanza wale wakubwa, ili wasipolizika nao, basi waambie haya. Lakini ukitaka kufanya hivyo, itakujengea familia ambayo pengine itakuwa si njema, kwa sababu kutakuwepo na kiroho fulani cha wivu baina yao ambacho kitakuja kuitafuna familia yako nyakati za usoni. Mungu awabariki sana.